Mama, kama una magonjwa ya muda mrefu, kwa mfano kama presha, kisukari, una ugonjwa wa pumu au tunaita asma, na una mpango wa kubeba mimba au tayari umebeba mimba bado changa na haujaanza kliniki, kuna mambo muhimu sana ni vema kuweza kuyajua. Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea chaneli yangu, naweza kusubscribe hapo chini iende kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Mmoja ya mfuatiliaji wangu yeye anaitwa Freda anasema, dokta, samani vipi kwa mgonjwa wa presha kama amebeba mimba akiwa tayari yupo kwenye dozi ya presha, anamaanisha kwa dawa za presha. Lakini vilevile e, nikamuuliza presha ya ujauzito au akaniambia yaani nina tatizo la presha ya kupanda natumia dozi ya presha lakini nimepata ujauzito nilikuwa nauliza kama kutakuwa na tatizo katika kuikuza mimba yangu lakini pia kichwa kimeanza kuniuma baada na kubeba mimba na mapigo ya moyo yanaenda kasi na dawa natumia dokta naomba ushauri wako nina miaka 39 kwa muda mrefu sijabeba mimba imetokea bahati tu nina watoto wawili ni wakubwa kwa hiyo huyu mama yeye ana presha ya muda mrefu na alikuwa tayari kwenye dozi, yani zile dawa za presha. kwa hiyo swali lake ambalo anaweza kuuliza ni kwamba anaweza kutumia dawa hizo, na je inaweza kawa ina madhara? Sasa basi, kama wewe ni miongoni mwa akina mama kama huyu mama, kwa maana kwamba una ugonjwa labda wa muda mrefu. Naposema magonjwa ya muda mrefu, inawezekana umerithi kutoka kwa wazazi wako kutoka kwa ndugu zako labda kwa mfano magonjwa kama asma au pumu, ugonjwa wa presha, lakini vile vile kuna ugonjwa kama wa kisukari namba moja, lakini vile vile unaweza ukapata kisukari namba mbili ambacho kikawa cha muda mrefu kwa sababu ya mtindo wako wa maisha, lakini vilevile unawezekana na magonjwa kwa mfano ya maambukizi kama virusi vya UKIMWI, una hitilafu ya damu kwa mfano zile uh, una seli hai nyekundu ambazo zenyewe zinakuwa kama kama seli mundu ambao tunaita sickle cell au ugonjwa wa seli mundu. Lakini vivyo hivyo inawezekana kuona magonjwa mengine ya shida za kinga au tunaita autoimmune disease kama antiphospholipid syndrome na changamoto nyingine kama systemic lupus erythematosus ambayo yana yanaathiri ngozi, na magonjwa mengine ya muda mrefu kwa mfano kama kifafa eh. Lakini kuna magonjwa mengine kama kifua kikuu, lakini vivyo hivyo na changamoto nyingine za damu kushindwa kuganda. Sasa kama umegundulika una magonjwa haya na una mpango wa kuwa mjamzito, ni vema kuhakikisha kwamba unawahi hospitali kabla ya kuweza kupata mimba. Kwa mfano mtu mwenye presha, endapo una presha ya muda mrefu, umeanza kutumia dawa muda mrefu sana, umepata mimba, hujaanza kliniki, kuna baadhi ya dawa za presha unazikana, ulikuwa unatumia kipindi ambacho sio mjamzito, zinakusaidia, lakini unapokuwa mjamzito zinaweza kuleta athari kwa mtoto ambaye yuko tumboni. kwa ni vema kuweza kuwahi hospitali. Kama haujaanza kliniki, ni vema kuhakikisha kwamba unawahi hospitali na kama haujabeba mimba basi ni vyema kuweza kuzungumza na daktari wako aweze kukushauri lini uweze kubadilisha dawa na lini uweze kuanza kliniki, lini uweze kuanza kutafuta mimba kama hali yako inaweza kuruhusu, lakini vile vile, kama presha yako imeweza kudhibitiwa vizuri. Kama una magonjwa ya kisukari, kuna wakati mwingine unatumia dawa fulani za kisukari ambazo si salama kwa mama mjamzito, kwa hiyo unapokuwa umebeba mimba unaweza kubadilishiwa dawa haijarishi, haswa kwa wale ambao wanakuwa na, na kisukari namba mbili. Kuna baadhi ya dawa ambazo si salama sana kwa mama mjamzito, unapokuwa mjamzito, basi mwisho wa siku wanaweza kukubadilishia dawa au wakupa sindano zile za insulin. Lakini vile vile, inawezekana labda una ugonjwa wa pumu, labda una changamoto za magonjwa ya moyo. Hizi changamoto wakati mwingine zinaweza kapelekea wewe usiweze kubeba mimba au ukibeba mimba inaweza ikiongeza uwezekano wako wa kuathiri afya yako na mwisho wa siku kupoteza maisha. Kwa mfano wenye asthma ambayo ni iko kali sana lakini vilevile, wale ambao wana ugonjwa wa moyo, labda moyo ume feri sana, na mwisho wa siku si salama sana kuweza kubeba mimba, kwa sababu unapobeba mimba kuna changamoto zinaweza kutokea, kama huyu ameweza kusema kwamba yeye anapata mapigo ya moyo kwenda mbio na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana labda ana ugonjwa wa presha unaathiri hadi moyo wake, na mwisho wa siku amekuwa mjamzito tayari, mapigo ya moyo yanaenda mbio na dalili nyingine ambazo ataanza kuzipata, japokuwa tayari upo kwenye dozi. Kwa hiyo kama umeshaanza dozi au ulikuwa unatumia dozi. Ni vema kuweza kuwahi hospitali kwa ajili ya kuweza kubadilishiwa dawa kama wewe ni mjamzito. Kuna magonjwa mengine kama seli mundu ni vema kuweza kujua yako kwako kwa kiasi gani ili kuhakikisha kwamba unapobeba mimba uwe salama wewe na mtoto ambayo yuko tumboni. Wakati mwingine kubeba kwako mimba inaweza kawa ikaleta changamoto ya kupoteza maisha yako na ukampoteza na mtoto. Lakini vile vile kwa mfano kama na magonjwa haya ya virusi vya UKIMWI au maambukizi ya virusi vya UKIMWI ni vema kuhakikisha kwamba kwanza unatumia dawa zako vizuri. Pili, ujue wingi wa vile virusi viko vingapi ambavyo tunaita viral load. Lakini vilevile ni vyema kuhakikisha kwamba unajua zile seli kinga zako au CD4 ziko kwa kiasi gani lakini vilevile ni vyema kuhakikisha kwamba kama nilivyosema, natumia dawa vizuri, lakini kabla ya kuweza kubeba mimba, basi ni vyema kumuona daktari na kumuuliza maswali kwamba, je, uko tayari kuweza kubeba mimba? Lakini wale ambao wanakuwa na changamoto kama za kifua kikuu, ni vyema kuweza kumaliza dozi kwanza kabla ya kuweza kubeba mimba. Wenye changamoto kama za systemic lupus erythematosus, ni vyema kuhakikisha kwamba unazungumza na daktari wako, au wenye shida nyingine zile za kinga ya mwili na athiri mwili wenyewe, mwisho wa siku naweza kapelekea mimba zako zikawa zinaharibika sana, wakaanza kushangaa kwa nini mimba zimekuwa zikiharibika sana. Mama mwenye ugonjwa wa kifafa, kuna baadhi ya dawa za kifafa unaweza ukatumia kipindi ambacho si mjamzito, na wakati mwingine unapokuwa mjamzito hazitakiwi kuweza kutumiwa. Endapo zikitumiwa zinaweza kuathiri ukuaji wa mtoto, akapata changamoto ya ulemavu akazaliwa na mgongo wazi na vitu vingine. Kabla ya kuweza kubeba mimba ni vema kuweza kuzungumza na daktari husika aweze kukusaidia. Kuna changamoto nyingine, kwa mfano mtu anakuwa na ugonjwa wa sonona au magonjwa ya akili, lakini wakati mwingine mtu anaweza kawa na msongo wa mawazo uliopitiliza. Ni vema kuweza kukaa na daktari, kuzungumza, kuweza kuhakikisha kwamba mmedhibiti hiyo hali ya sonona au msongo wa mawazo kupitiliza na sababu zake zimeondolewa kabla ya kuweza kupata mimba. Unapopata mimba wakati mwingine ukiwa na msongo wa mawazo inaweza kupelekea mimba yako kuweza kuharibika, lakini vile vile inaweza kuongezea msongo zaidi kwa sababu mimba yenyewe kama yenyewe inaweza kaathiri ile afya ya mwili mzima. Ninaposema afya ya mwili mzima ni kiakili lakini vile vile kimwili, lakini vile vile na mambo mengine yote, eh, homoni zote na mifumo ya fahamu, kila kitu huwa vinaathiriwa na mimba. Kwa hiyo endapo kama umepata mimba mapema inaweza kawa changamoto. Kwa hiyo ushauri wangu mimi, kama unajikuta kwamba wewe au unajijua una ugonjwa wa muda mrefu, ni vema kuhakikisha kwamba unaonana na daktari kabla ya kupata mimba. Sasa ikitokea umepata mimba kwa bahati mbaya, ni vema kuhakikisha kwamba unaenda hospitali mapema, ili kama kuna dawa ambazo ulikuwa unazitumia ambazo zinaweza kuathiri ukuaji wa mtoto, tena mapema kabisa, mimba ikiwa na wiki mbili, wiki moja ni salama. Ukichelewa mimba ikiwa na mwezi mmoja na kuendelea tayari zile athari zinaweza kuwepo haswa kwa wale ambao wanatumia dawa ambazo wa zinaweza kuathiri ukuaji wa mtoto tumboni: dawa za presha mbalimbali, sio zote, kuna baadhi ya dawa za kifafa, kuna baadhi ya dawa za athma, na baadhi ya dawa nyingine nyingi tu ambazo unaweza kuwa unatumia labda kipindi ambacho si mjamzito, zikawa salama, kwa mfano dawa za kisukari. Lakini unapokuwa mjamzito, unabidi ubadilishiwe, upewe dawa ambazo hazitakuwa na athari kipindi chako cha ujauzito. Sasa kama wewe una ugonjwa fulani na haujaanza kliniki labda ni mjamzito tayari, au bado hata hujapata mimba, unaweza ukaniuliza swali hapo chini kwamba mambo gani ambayo unatakiwa kuweza kufanya ili niweze kushauri kuhakikisha kwamba unapambana na hiyo hali na mwisho wa siku unabeba mimba bila kupata athari zozote. Ukiwa na swali niuliza hapo chini, lakini vivyo kuna video ambayo nilizungumzia kuhusiana mama mjamzito wa mwaka 2025 mambo yapi ambayo unataka kuweza kuyafanya au kama na mpango wa kuwa na mimba mwaka huu 2025. Mara huu ni mwezi wa nne, kama na mpango wa kuwa na mimba, mambo yapi ambayo uweze kuyafanya kabla ya kuweza kupata mimba yako. Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo basi unaweza click suggestion hapo kasikiza video, mambo yapi uweze kufanya kabla ya kuweza kupata mimba wewe na mpenzi wako. Ukiwa na swali niulize hapo chini, mimi ndio tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.